Watu hurudia shughuli zao nyingi za kila siku, kula na kulala. Wanafanya kazi kwa bidii maishani mwao mote ili kupata mali au heshima na mamlaka au kutafuta tu riziki. Walakini, wote hufa mwishoni. Kinachotisha zaidi kuliko kifo ni hukumu inayofuata. Kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja tu, na baada ya kufa akabili hukumu. Kama vile uhalifu unavyorekodiwa kwenye kamera za CCTV, lolote tufanyalo hapa duniani huandikwa katika vitabu vya mbinguni. Hao wafu wakahukumiwa sawasawa na matendo yao kama yalivyoandikwa ndani ya hivyo vitabu. Kama mshtakiwa ana hatia au la, na ni hukumu gani anayopewa, haya yote huamuliwa kulingana na vitabu vya sheria katika dunia hii. Hali kadhalika, ama mtu ataenda mbinguni au jehanamu baada ya kifo, huamuliwa kulingana na Biblia. Kila mtu akahukumiwa kulingana na yale aliyoyatenda. Kisha mauti na kuzimu zikatupwa katika ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Biblia inasema kuwa wako baadhi ya watu maalum ambao hawatahukumiwa kuwa na hatia. Waliobarikiwa na walio watakatifu ni wale walio na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Hao mauti ya pili haina nguvu juu yao. Tunapaswa kufanya nini ili tuwe na sehemu katika ufufuo wa kwanza ili kwamba tuweze kuepuka kuhukumiwa na kuadhibiwa katika ziwa la moto huko jehanamu? Katika Biblia, Mungu anatuonyesha waziwazi jinsi ya kushiriki katika ufufuo wa kwanza. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Ili kushiriki katika ufufuo wa kwanza, ni lazima tule mwili wa Yesu na tunywe damu yake. Basi tunawezaje kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake? Twaeni, mle, huu ndio mwili wangu. Nyweni nyote katika kikombe hiki. Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa kuadhimisha Pasaka ya gano jipya tunakula mwili wa Yesu pamoja na kunywa damu yake, nasi tunapokea ondoleo la dhambi zetu zote. Kwa kuwa tumesamehewa dhambi zetu, tunaweza kushiriki katika ufufuo wa kwanza. Mambo yote ya duniani ambayo watu huyadhamini sana hayafai kitu mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu baada ya kifo. Walakini ni jambo la dhamani kushiriki katika ufufuo wa kwanza kwa kuadhimisha Pasaka ya agano jipya ambayo Yesu alianzisha kupitia mwili na damu yake. Hii ni kwa sababu wale tu wanaoshiriki katika ufufuo wa kwanza wanaweza kuepuka adhabu ya jehanamu. Hebu sote tuiadhimishe Pasaka ya agano jipya ili kwamba tuwe na uzima wa milele na tuishi kwa utukufu milele katika ufalme wa mbinguni.